E, chonde chonde najua una uhalali wote wa kunitukana ikiwa katika maada mbalimbali umesema nafuatilia maisha ya watu. Na hisi kwa hii ndo kabisa. Andasema, sasa hii ufuatilia maisha ya watu nafuatilia chumbani wanakolala watu lakini mm, kuna lugha ambayo wasemaji fulani wanasema hata kichaa wakati fulani anaweza kaongea kweli, wakiwa naweka mfano akichaa ambaye aliwahi kuinua mkono na kusogea karibu na barabara, akiwa anamwambia mwenye gari kwamba mbele daraja limebomoka, lakini yule mwenye gari alisema huyo ni kichaa tu, akakoleza moto. Mwisho wa siku madhara yalikuwa ni yule mwenye gari, akajua kumbe kuna wakati hata kichaa kusema yaliyo kweli, lakini pia na lugha mnayosema hata saa mbovu, kuna mara huongea ukweli. Anyway, niweke kwenye kundi ambalo kimsingi ndio mlioniweka ni kichaa ni, ni saa mbovu, lakini nitukane walau baada ya kusikiliza hata dakika kumi hivi eh, kuhusiana na imada ambayo naenda kuhoji hapa unaingilia maisha ya watu sasa, yaani zaidi ya kuingilia maisha ya watu. Anyway, nisikilize, huenda nikasoma maandiko, utajua yanaruhusu, ilitakiwa iwe hivyo. Uhubiri ni huo. Kweli ni kifo, kweli ni hatari, lakini uhubiri ni huo. Naenda kuhoji swali hili, Mwamposa ameoa lini? Mwamposa kaoa kwa njia gani? Ni njia neno la Mungu, ama ni njia za panya? Chukue Yesu kama alivyo. Wewe unafikiri kumchukua Yesu kama ni ile ninetezuli yake? Kuna watu hawaelewi. Mungu atasema nanyi hata lini? nawakati anakaribia kuja, nini utageuka? Chukue sura yake, eh, imeandikwa hivi katika kitabu cha Mathayo tano mstari wa kumi na nne, Ninyi ni nuru ya ulimwengu Mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima, wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, ya machini ya kitanda, bali juu ya kiango, nayo huangaza watu waliomo nyumbani. Vivyo hivyo nuru yenu naiangaze mbele ya watu wote, wapate kuyaona matendo yenu mema wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Hapa kuna nuru ya kutangaza, kuwamulikia na wengine, kuwaonyesha na wengine, lakini hapa kuna nuru pia, matendo yako yawe wazi, kila tendo liwe wazi mbele za watu ili wajifunze. Paulo anasema watu wapate kujifunza kwa maneno ama kwa matendo yangu, lakini Mathayo 10 mstari wa 27 inasema, niwaambialo ninyi katika giza lisemeni katika nuru, na msikialo kwa siri lihubirini juu ya nyumba. Msikialo kwa siri lihubirini juu ya nyumba. Na jua ilivyo hatari kuhubiri jambo unaloweza ukawa umelisikia kwa siri ama jambo ambalo limefanywa siri na ukumbuke, kwa sehemu kubwa, nyuma ya siri kuna uovu. Mungu mwenyewe hana siri. Ukisikia watu au, au katiba zinaandikwa, sitavujisha siri. Mpaka katiba za makanisa sahivi nakuta imeandikwa hivyo, wanaigaiga tu, sitatoa sita siri za kanisa. Kanisa ina siri gani, wakati ni taa, ni nuru? Mungu ana siri, anasema ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa Mungu munipendao, na mahali pengine anasema siri iliyofichwa tangu vizazi vyote zamani zote, sasa imefunuliwa kwa watu wake. <coughs> kwa hiyo eh, kuna vitu ambavyo hata kwa mfano kwenye simu nakuta mtu mpaka mke wake kansa. Tunaweza kum, kumficha mtu password anayeweza kuingia kuharibu, sio anayeweza kuingia kujifunza. Natakiwa picha zizomo kwenye simu zote zimfundishe mtu, zote ziwe zinamfundisha mtu. Eh, mawasiliano chatting zote zie nafundisha mtu. Sasa inapofika mara, kuna maisha fulani ni ya siri, siri, siri, sijue. Mwizi ndiye ambaye hufanya vitu kwa siri, malaya hufanya vitu kwa siri, wauaji hufanya vitu kwa siri. Ni dhambi ama shetani ambaye ndiye giza, ndiye ambaye hufanya vitu kwa namna ambayo haielewekieleweki au watu wanakuwa hawaelewi kimefanyika kimefanyika fanyikaje? Hapa sasa, e, Mwamposa ameoa lini? Mwamposa ameoa kwa njia za neno la Mungu ama ameoa kwa njia za panya mbili? Je, ni mke wa kwanza? Wa kwanza ni nani? yuko wapi? Kwa nini? Kwa nini maisha yake, matendo yake, mapito yake, magumu yake, mazuri yake yote hayatumiki kufundishia watu ikiwa alioa kwa njia neno la Mungu, yani kwa baraka za wazazi pande zote mbili na kanisa? Aliogopa nini isiwe wazi? Aliogopa nini isiwe wazi? Tano, amepata mtoto watoto, baada ya ndoa iliyokuwa na baraka wazazi na kanisa, ama kabla? Na kwa nini? Kwenye maelezo yake eshimayo, wengi wenu mlimwona mke wangu tuli tulipokuja tulikuwa hapa pakawa na dash dash. Kwa nini pana kigugumizi? <gibu> Sasa katika maswali haya utata, najua uliopo tu, acha kufuatilia maisha ya watu enewee, anyway, nimekuambia pale mwanzo, najua ni kifo, najua ni hatari, lakini kwa nini tuna kwanza jua neno la Mungu, Injili ni taa, ni mwanga unaokuja kufuatilia tabia za watu. Habari njema ni watu, ni mtu anakuja kukanusha habari mbaya, desturi mbaya, utamaduni mbaya, sheria mbaya, katiba mbaya, mipango mibaya ya watu. Habari njema automatikali husema kinyume cha habari mbaya zilizoitwa njema na mhubiri ama kuhubiri neno la Mungu ni karibu kupekenyua kila namna ambayo mwanadamu anaishi na kuitangaza mbele za watu kwamba hii ni njema au hii siyo njema. Lakini nje na hapo, basi kwenye Biblia tunasoma visa vya waliokosea, waliofanya upumbavu, waliofanya vizuri, tunavitumia hivyo kufundishia jamii yetu. Lakini tunasoma pia watu ambao waliwaongelea wali waliokosea wakati wao na wakatumia makosa ya waliokosea wakati wao kuzifundishia jamii zao zisifanye vile au waliofanya vizuri kuzitumia jamii zao kuzifundishia jamii zao ili zifanye vizuri. Najua tu ilikuwa hatari wakati huo, ni hatari mpaka kesho, ni hatari mpaka leo, lakini mimi nimleta habari za mbinguni ambazo karibu kila aliyeleta kwa namna iliyonyoka kabisa, cha moto alikiona na ki, mi nimekiona na nahisi kwa haya watu, ubiri injiri, ubiri injiri, yani hapo hey, una unaumia kwa sababu ya upumbavu wako, yanakukuta kwa sababu ya upumbavu wako ya ukichaa wako ya usambovu wako. Anyway ambao haya wakuti sawa, ila mimi natimiza wajibu wangu, na nikisoma Biblia hii walitimiza wajibu kwa mazingira kama hayo, haikuwa rahisi. Waliumia sana. Sasa nirudi kujadili habari za Mwamposa kidogo hapa. Mwamposa kidogo hapa Mwamposa kwa nini ameficha alificha habari za kuoa kwake kama alioa kwa njia ya neno la Mungu wakati anatakiwa kuwa nuru ya ulimwengu wakati anatakiwa kwa matendo na kwa maishi maneno yake watu wajue ni mtumishi wa Mungu, lakini pia inabidi huwa tu, tu, tunaweka wazi vizuri hawa, ili kama kuna mtu utatumbukia pabaya, kwa sababu Biblia inasema wawaongozao watu hawa ndio wawakoseshao, na wale walioongozwa na hao hawa, hawakupona, kwa sababu walikoseshwa kwa bahati mbaya bila kujua, waliangamizwa walipata cha moto. Kwa hiyo tunajaribu kutumia matukio visa, kwa sababu hata kwenye Bibilia tunasoma ni matukio ni visa vya watu, sio vya panya, ili tutumie maneno hayo tutumie mazingira hayo kukujulisha mtu mwingine, kama kuna madhara yoyote utakuja kupata wakati wowote, uje ujue, lakini uliambiwa

We, utoke uende kazini ukaibe ukaue uje urudi tena akubariki akuombee mema ukazini ukaue ukaibe ukaloge uka, uka, ukachangana kwa waganga urudi akuombee akupe maji mafuta utoke uende. Lakini wakati ambapo eh, mnazidisha tatizo, na neno la Mungu limekuja ili tuendelee kusema juu yenu, natukana mwachi machi wivu tu. Paulo anasemaje katika Warumi sura 15 mstari wa 18? maana sitathubutu kutaja neno asiloitenda Kristo kwa kazi yangu, mataifa wapate kutii kwa neno au kwa tendo. Kwa hiyo tunataka mtu atakayekuwa akihubiri watu wawe wanajua ni mtu wa Mungu, wanamthibitisha wakimsikiliza, lakini pia wakiangalia lifestyle yake au maisha yake. Cha vyote natakiwa kuwa nuru Arif, yeye alificha kwa ajili ya nini? Kisha kumeona kwenye thumbnail hapo, akina sisi wengine eh, akina sisi wengine eh, afisi zetu tunajieleza tu kwamba elfu mbili na tisa tumeoa na yote yaliyoendelea juu ya maisha yetu yako wazi, yatatumika hayo kulea ku, ku, kuimarisha vizazi vijavyo, lakini ha, njia zilizotumika ukipita pita huko na kuna unasikia kuna namaitu ilifanyika ibada kama hiyo e, ya ya ndoa ikaita ikaitisha tu watu maalum kwa siri, bila shaka, bila kamera, bila kifaa chochote kurekodi na nini, sijui vitu vya aina hiyo. Hiyo ni slogan, ni falsafa ya wapi? Mbona wa mbinguni, sisi ni nuru? Mbona kama huyu osani wa mbinguni, mbona sisi ni nuru eh? Sio kwamba tuletumaneno ambato wakati mwingine tuko na penya huu pembeni, kwamba jamaa ya yanaliwa na manyoya, yani vile vimbelembele vile, vile kile cha kule kinachofanyia kazi kule, chombo kile kwenye kituo kile mahali pale, kile huwa kinapigwa kile huwa kinapigwa iki kingine kimesaidiwa kime itokea mtoto ikawa hivi. Sio hayo, pengine anaweza ikawa ndo ukweli wenyewe, ndo yanafanya hivi vingine vifanywe kwa siri siri, kwa sababu sasa kuna tangazo fulani inatangazwaga linatangazwaga, nawafungisha ndoa na mimi wanafungisha wao, anasema ikiwa kuna mtu yoyote anataka kupinga apinge sasa. <laughs> akina sisi akina wale ambao kwa sehemu kubwa huwa e..., na makorokoro mara nyingi huwa wanachukuaga chini ya uvungu, vinapitishwa chini ya uvungu moja kwa moja, kwa sababu wanajua wanaweza wakaharibikiwa. Je, ndio hawa ndio hawa akina Mwamposa ama yeye? Kuna jambo gani hasa la kibibiria, jambo gani hasa la kibibiria lilifanya mambo yaende kisirisiri hivyo? Je, ni mke wa kwanza wa kwanza, ni nani? Yuko wapi? Kwa nini? Inawezekana kushiwe na dhambi kumwacha sababu so? Bibilia kuna mara imeruhusu, kuna mara bibilia imeruhusu, lakini pia kuna mara imepiga imepiga limit. Kuna mara imeruhusu na kuna mara imepiga limit. Tuanzie wapi? tuanzie inaporuhusu kumwacha, Mathayo 19, Mathayo 19 mstari wa 9, sema nami nawaambia ninyi, kila mtu atakayemwacha mkewe isipokuwa ni kwa sababu ya uasherati, akaoa ua mwingine azini naye, amwaye yule aliyeachwa azini. Wenye imani kali kabisa hapa huwa wanasema sasa hata ukimwacha uki usioe uki, akiachika sioe, siko kwenye kujadili hilo, niko kujadili la, imeruhusu kumwacha mkeo, imeruhusu kumwacha mume kwa dhambi ya uasherati. Niende eneo ambalo linapiga pini, niende eneo ambalo linapiga Eh, nisome Malaki sura ya pili mstari wa 15b na 16. Nasema kwa hiyo, jihadharini roho zenu, mtu awaye yote, asimtende mke wa ujana wake mambo ya hiana. 16 Maana mimi nachukia kuachana, asema Bwana Mungu wa Israeli. Naye Bwana naye alifukizaye nguo yake kwa udharimu na mchukia, asema Bwana wa majeshi. Basi jiadharini roho zenu msije mkatenda kwa hiana. Hii ni Bibilia. <coughs> <coughs> inapiga pini vitu kama hivi kwa nini? Katika uhubiri wa wahubiri, ikiwa ni wahubiri wanatumia biblia hii na neno la Mungu, visiwe vinakuwa wazi ili kufundisha vizazi vingine? Mbona akina sisi karibu kila kitu kwenye maisha yetu ni wazi? Kwa sababu ni nuru ya ulimwengu. Amepata mtoto, watoto baada ya andua... ndoa yenye baraka kabla. Ni hao tu, wakati fulani naweza kaje kusikia na wengine na kule na kule na pale na, okay, kule na. Anyway, najua watu wake na wenye percentage ya namna yote wenye masuala ya namna yoyote na mtu wao najua nitayaoga kama sio kuyapaka kama sio kuyanywa kama sio kuyavaa kwenye ikripu kimsingi ee, nayategemea kwenye ikripu nayategemea, lakini nashukuru tu kitu kimoja kwamba nimetimiza wajibu wangu nimetimiza wajibu wangu katika mazingira yenye ni kuumiza. Nimeendelea mbele na, mfahamu, nitaishia popote ambapo Mungu atakuwa ameruhusu niishie. Najua navyosagiwa meno huku na kule, lakini pia na, ni ahidi nawezekana leo nimeongea kwa tahadhari kubwa, ni ahidi nimewaahidi hivi, nitatumia lugha ya upola au ya ukali, lakini inayopekecha inayochoma moyo, ambao ni mawili tu, aidha mtu mawili au matatu hivi: aidha mtu aache ubaya wowote anaofanya kwa njia yoyote, ama Mungu amfanye kitu kilicho zaidi ya maneno haya, kilina kinachokuwa ndani ya maneno haya, amfanyie kitu huyo mbaya ili watu wengine waogope kufanya vile, wajuage maneno haya hata kama ya kufanya chochote, yalikotoka yalikuwa na dua ndani. Ujumla wa yote yaje yamfanye mmoja kwa namna fulani, mmoja au jamii fulani kwa namna fulani, ambayo watu wengine wote waanze kuogopa na kutetemeka juu ya kile ambacho mimi nakita ndio neno la Mungu lilivyo nalivyotaka, ama sivyo, likiwa limechoma ama limepekecha moyo wa mtu. Na Mungu si wakati ajaona sababu za kumfanya chochote huyo hao, basi aruhusu mleta habari ujumbe huo wa wenye kuchukizwa nao wamfanye chochote. Hiyo iliwahi kufanyika kwenye Bibilia kwa namna hizo ambazo nimekuambia. Ujumbe ulipoletwa ulichoma watu mioyo yao. Wapo ambao waliinua mawe, walimpiga aliyeleta ujumbe. Wapo waliosema tutendeje, ndugu zetu? Wapo pia ambao walikutana na kamkongoto fulani, wakafika mara sasa, wakasema sasa tuko tayari kusikia. Waliosalia ama wale wale walionusurika, wakasema sasa tuko tayari kusikia kila agizo kwa hiyo na kwaidi tu, vyovyote ulivyo nisikia sasa. Mbarikiwa ni mpole, sasa hivi naongea utukani matusi, lakini kuna wengine umnasema tukana matusi. Sasa vyovyote nitatumia lugha yenye nia ileile iliyokuwamo ndani ya Kristo Yesu, lakini pia iliyosababisha majanga, madhara, maumivu, uchungu kwao nilionao. Sijuti hata kidogo, kwa yote yaliyonikuta, isipokuwa namwomba Mungu nisipunguze chochote kwa sababu ya hatari yoyote. Nimekufikishia leo ya Mamposa. Jiulize, ikiwa nilichosema ndio neno la Mungu, simama upige kelele, upinge vitu vya aina hiyo visivyo vinafanyika katika jamii, ili tuitakase na kuiokoa jamii yetu. Lakini kama ni sawa, tetea ukumbuke, tunapinga mabaya, tunapinga dhambi kwa sababu zina madhara kwa jamii yetu. Dhambi ni kitu ambacho unapofanya wewe kinaleta madhara, au unapofanya mtu mwingine akiiga atakuja kupata madhara kwa namna hiyo unayofanya. Lakini mema Mungu ni jambo lolote linaleta faida pasipo kusababisha madhara kwa mtu unayemwonea, unayemdhurumu ama anayekuwa mnyonge ongera kwa kunisikiliza. Hii ni sauti ya mtu aliyaye toka gerezani, anasema itengenezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Heri mtu atakayeteswa, atakayefungwa, atakayeuawa ama afaye katika Bwana, tangu sasa apate kupumzika mara baada ya tabu yake. Tazama, Mungu mwenye haki yu karibu kuja. Hii ni maana ya neno Maranatha.